2024 mpaka Februari 2025, na miezi nane kifananisha na miezi nane kabla hajaingia madarakani Julai 2020 mpaka Februari 2021, soon kabla hajaingia madarakani, Mamlaka ya mapato iliweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni kumi na moja na bilioni mia tisa ishirini lakini leo tunapozungumza miezi nane hiyo hiyo e, tumeweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni ishirini na moja na bilioni mia mbili hili ni ongezeko la asilimia sabini na nane ya makusanyo ya kodi katika kipindi chake na hata tukimaliza mwaka ita reflect hivyo hivyo. Haya ni mafanikio makubwa chini ya usimamizi wake, Mheshimiwa Rais, kwamba katika kipindi cha miaka minne ameweza kusimamia uh, nchi yetu, lakini na taasisi yetu kuweza kuongeza makusanyo ya kodi kwa asilimia sabini na nane, lakini kwa usimamizi wake TRA kwa miezi hii nane tumeweza kukusanya kiasi hicho cha, cha trilioni ishirini na moja na bilioni mia mbili ambazo ukifananisha tu na mwaka jana ni ukuaji wa asilimia kumi na saba. Lakini kubwa zaidi eh, lazima nichukue nafasi hii kuwashukuru sana walipa kodi eh, kwa ushirikiano wao mzuri na management ya TRA imeweza kukusanya na kufikia malengo kwa miezi yote nane mfululizo. Hii ni, ni historia ambayo imeandikwa chini ya uongozi wa mheshimiwa rais ambayo ilikuwa haijawahi kutokea toka taasisi yetu imeanzishwa mwaka 1996. Hii ni fanikio la kwanza. La pili, alituagiza tujenge mahusiano na walipakodi Leo ninayo furaha kuwaambia kwamba eh, katika kipindi hiki cha miaka minne tumeimarisha sana mahusiano yetu na viongozi wa wafanyabiashara lakini na wafanyabiashara wenyewe na wananchi. Tumeweza kukutana na walipa kodi kwa makundi yao kwa nchi nzima. Uh, sisi tuna mikoa ya kikodi thelathini na tatu mikoa yote tumewafikia viongozi wa wafanyabiashara lakini, tumekutana na wafanyabiashara wenyewe, lakini pia tumekutana na viongozi wa dini, tumekutana na viongozi wa kijamii wakiwemo hata wasanii na wafanya na, na, na hata viongozi wa dini. Yote hii ni katika kujenga mahusiano kama alivyotuagiza Mheshimiwa Rais lakini kipekee tumetenga siku ya Alhamis kila wiki nchi nzima, kuanzia kwenye wilaya kwenye mikoa na hata kwenye head office, makamishna wa kodi waliopo, mameneja wa kodi wa mkoa na wilaya wanakutana na walipa kodi, wanakutana na wananchi. Hii yote ni kuwasikiliza, lakini kubwa zaidi kutatua changamoto walizonao.